Kwa jina la anaitwa Kamishna Msaidizi wa Polisi Ramadhani Saidi Kitanto, Kaimu Kamanda wa Polisi Viwanja vya Ndege Tanzania. Siku ya leo tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2025 kwa ajili ya saa mbili asubuhi ilipotiwa kwamba kuna ajali ya ndege aina ya 787 Boeing ambayo ilikuwa inafanya safari zake kati ya Afrika Kusini na kuja kwetu hapa Tanzania. Katika ajali hiyo ambayo ilisemekana kwamba ilikuwa na abiria jumla ya 139 kulitokea vifo vya abiria tisa, lakini abiria wengine wote waliokolewa na kupelekwa katika hospitali Mbalimbali za jijini Dar es Salaam. E, kwa kifupi nieleze tu kwamba hili ni zoezi la utayari ambalo linatokana na sheria za usafiri wa viwanja vya ndege duniani na viwanja vyote vya ndege vitakuwa vifanye zoezi la utayari kama hili ili kuweza kupima wepesi wa vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama, ikiwa ni pamoja na majirani wa viwanja vya ndege, namna gani ajali kitokea, basi tukio linaweza likakabiliwa kwa haraka sana viwanja vyote vya ndege vitakuwa vifanya zoezi hili mara kwa mara ili kupima utayari wa TAA, lakini pamoja na kupima vile vile, tutakuwa tuoneshe jinsi gani tunaweza tukafanya uokozi kwa wepesi na kwa uharaka. Basi tuwataarifu tu wananchi na umma kwa jumla kwamba ilikuwa zoezi la kawaida na sio ajali ya ndege ambayo ni serious kabisa. Majina yangu ni Bertha Bakwa, mkurugenzi, uh, kiwanja cha kimataifa cha Julius Nyerere. Leo tumefanya zoezi la utayari yani emergency drill, ambalo ni, ni katika juhudi za kuendelea kuimarisha usalama wa kiwanja lakini pia kupima utayari wetu kama kiwanja tunaweza vipi kukabiliana na majanga ya, ya ajali pindi yanapotokea. Lakini tunafanya zoezi hili kwa mujibu wa taratibu na miongozo mbalimbali ambayo inatolewa na, na shirika la usafiri wa anga duniani yani ICAO pamoja na mamlaka ya usafiri wa anga TCAA, ambayo miongozo hiyo inatuelekeza kwamba lazima tuwe na plan yani document ambayo iko well planned ya kuonyesha ni namna gani kama kiwanja na wadau tumejipanga wakati wa dharura. Katika mwongozo ule tutaya, tunaonyesha majukumu ya kila mdau anafanya nini na anapaswa kuwajibika vipi, na miundombinu tuliyonayo inatumika vipi katika kuhakikisha kwamba tunaweza tukaokoa rasilimali la lakini na maisha ya watu um, ya, lakini si hilo tu, itakumbukwa kuwa JNIA ni role model kwa Afrika, hasa baada ya kupata tuzo ya usalama kwa, kwa, kwa viwanja vya Afrika ambayo ilitolewa na baraza la, viwanja, la, la, la, na baraza la viwanja vya ndege la Afrika yani ACI ambayo ilitolewa mwaka jana South Africa, na mwaka huu wanategemea kufanya kikao tena kingine uh, Arusha mwezi Aprili kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 30. Kwa hiyo uh, ni wajibu kama, uh, kama JNIA kuendelea kuhakikisha kwamba kile tulichokipata na tulichokithibitishia umma kwamba tunacho tunaweza tuko, tuko vizuri kwenye issues za usalama kuendelea kukifanyia kazi kwa kukitesti, kuhakikisha kwamba sisi kweli tuko vizuri na kama miongozo yetu inavyoeleza. Katika zoezi la leo tulikwenda kutesti vitu mbalimbali mbali, kama mawasiliano, ni namna gani tunaweza tukafanya mawasiliano wakati wa dharura na vyombo vyetu vya mawasiliano viko vipi, lakini kuangalia uratibu kwa ujumla wakati wa, wa dharura tunaweza vipi kuratibu kwa maana ya command, lakini pia tunaweza vipi kushirikiana na wadau mbalimbali na watu wengine wa maokozi yani, kwa maana ya coordination, kati ya taasisi na taasisi. Lakini si hilo tu, kuangalia pia ustahimilivu wa kiwanja yani resilience na uwezo wa kiwanja kurudi kwenye biashara na operations kawaida, za kawaida baada ya ajali. Kwa hiyo ndio vitu vikubwa ambavyo pia tulikuwa tukiviangalia, kwa hivyo kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa na baadhi ya mapungufu ambayo tumeyapata na kuyaona wakati wa zoezi tutakwenda kuyafanyia kazi.